Ikiwa ni siku ya tatu ndani ya juma la tano, na leo tuna somo lilosema, kila siku. Kabla tujaendelea, tualike uwepo wa Mungu. Mtakatifu wa mbinguni, tunakualika leo tena, kubali kutufundisha na sisi tukajifunze kutoka kwako. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu, amina. Zaidi ya miaka mia tatu ilikuwa imepita kati ya amri ya Mungu kwa Musa ya kumjengea patakatifu na mpangilio wa Daudi wa Lawi wakati Sulemani alipojitayarisha kujenga ikalu katika Yerusalemu. Mengi alikuwa imetukia kwa taifa katika karne hizo. Kitabu cha Waamuzi kinaangazia jinsi Waisraeli walivyokuwa wametangatanga kutoka kwa Bwana katika kipindi hiki cha wakati, kikieleza mara nyingi Waisraeli walianguka katika ukengeufu mwingi. Uasi huo uliwadhoofisha kiroho na kumkasirisha Mungu ambaye angewaadhibu kwa kuwaacha kwenye rehema ya adui zao. Baada ya miaka miaka kadhaa ya uchungu na mateso chini ya ukandamizaji wa adui, wangetubu na kumwomba Mungu awakomboe. Kisha Mungu angetuma mkombozi ili kuwaweka huru na kujenga upya uhusiano wao na yeye, na kuwaona tu Waisraeli wakianza mzunguko tena. Dhabihu za jioni na asubuhi, ambazo kwa ujumla zinaitwa kila siku, zilipaswa kuwazuia Waisraeli wasianguke katika uasi. Mungu alikusudia kutoa dhabihu ya mwanakondoo mmoja asubuhi na mwingine jioni, ili kuwafundisha Waisraeli juu ya asili ya dhambi. Kila siku akili zao zilikuwa zimekaa juu ya mambo ya dhambi, na walikuwa wamefanya mambo ambayo hawakupaswa kufanya. Kila siku walikuwa na wamemtenda Mungu dhambi kwa njia moja au nyingine. Mungu hakutaka watu wake waendelee na tabia ya kutenda dhambi bila matokeo au kuwajibika. Alitaka waone kwamba dhambi ina gharama kubwa, daima inahitaji kumwaga damu, kwa kawaida damu ya kitu kisicho na hatia. Ibada ya kila siku ilikuwa na kusudi lingine pia. Kwa kila dhabihu ya asubuhi, Waisraeli kwa njia ya mfano, walijiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Kwa kila dhabihu ya jioni, kimsingi walisema: Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ikiwa nimefanya jambo lolote ambalo si sawa na wewe leo, tafadhali nisamehe. Ninataka kuweka upya maisha yangu kwako. Baraka kutoka kwa Mungu zingemiminika kwa watu wake kila dhabihu ilipofanya upya uhusiano wao naye. Je, tunawezaje kuendeleza zoezi hili la kujitolea na kujitoa upya leo? Ellen White anajibu kwamba nyumba za Wakristo zinapaswa kuwa taa ulimwenguni. Kutoka kwao asubuhi na jioni, maombi yanapaswa kupaa kwa Mungu kama uvumba mzuri. Na kama umande wa asubuhi, rehema na baraka zake zitashuka juu ya uumbaji. Mungu huapa baraka maalum wanaomwabudu daima kwa mioyo yao yote. Mambo ya kufanya. Moja, baada ya kuangalia maandiko yako uliyoandika na kufafanua ni uelewa gani maalum ambao alama zako kwa ujumla zinaonekana kuelekeza huko? mbili 2 ni maswali gani yanaibuka baada ya kusoma kifungu hiki? sehemu gani ni ngumu? Tatu, ni kanuni na mahitimisho gani mengine unayapata? Nne, ni wakati gani maishani mwako ulikuwa na nguvu zaidi ya ibada yako ya kila siku kwa Mungu? unawezaje kuifufua? Basi, Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.